Wakati vikosi vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha hali ya amani na utulivu huko visiwani Zanzibar, watu wasiojulikana wanadaiwa kurusha kitu kinachodhaniwa kuwa ni bomu na kulipua paa la nyumba ya kamishna wa jeshi la polisi Zanzibar, Bwana Hamdan Omar Makame, usiku wa kuamkia jana katika eneo la Kijichi, nje kidogo ya mji wa Zanzibar. tupate taarifa zaidi kama Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la polisi yaliyopo eneo la Ziwani, kamishna wa jeshi hilo bwana Hamdan Omar Makame amesema mlipuko huo mkubwa umetokezea majira saa tano za usiku na kufumua paa pamoja na dari la nyumba yake. Kamishna Hamdan amesema hakuna mtu yoyote aliyedhurika kutokana na mlipuko huo isipokuwa kuna baadhi ya watu wamepata michubuko midogo midogo, na kuahidi kuwa wataalamu wa jeshi hilo wanaendelea na uchunguzi na kwamba ndani ya kipindi kifupi wanatarajia kuwakamata wahusika na kuwachukulia hatua kali za kisheria, kwamba kilichofanyika si halali na hatukivumilii na tunaanza kazi sasa. Anayesema aseme, anayenuna anune lakini hili lazima likome, lazima likome. Ikiwa mtu ana madaraka, ana mamlaka, ana cheo, kama hii ndio njia rahisi aliyochukua, ndio, ndio njia rahisi pake. Sisi tunashukuru kwamba katupa kazi ya halali. Katika mkutano huo, kamishna Hamdan amezungumzia matukio ya kuchoma moto nyumba maskani na kituo cha afya sambamba na uimarishaji wa ulinzi katika maeneo yote ya visiwa vya Unguja na Pemba, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi wa marudio. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeamua kuongeza nguvu ya ulinzi katika maeneo yote ya nchi kwa kufanya doria, kuongeza kasi ya ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na kufanya misako katika maeneo yanayotiliwa shaka ya kupangwa vitendo vya kihalifu au vitendo vinavyoleta hofu kwa jamii. Kwa mujibu wa Kamishna Hamdan, jeshi la polisi limesema kuwa litahakikisha uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika Machi ishirini mwaka huu unafanyika katika hali ya amani na utulivu, na kwamba yeyote atakayethubutu kuanzisha vurugu au vitendo vya kuvunjifu wa amani atapambana na mkono wa dola na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Nero Zakaria,